Kwa wapi kwa ile siku ya mwisho mm. Eh, eh, tutaweza kufungula Biblia zetu mm. tutafungula Biblia zetu katika waraka wa Paulo mm. kwa, wa Ibrania waraka wa kwa ile sura yake ya kumi na moja mstari wa sita wa Ibrania sura kumi na moja ile mstari wa sita ni ile mstari mmoja tu mm. e, anayekuwa karibu ataweza kutusomea mm. Waebrania sura kumi na moja mstari wa sita mstari wote wa sita mm. neno la Mungu linasema hivi amena lakini pasipo imani mm. haiwezekani kumpendeza mm -hmm kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba uwapa zawabu wale wamtafutao. Amena aseme kusema, tumupendeze Mungu, kusema tumupendeze Mungu, ya kwanza ni kuamini, tuamini kama Mungu yuko. Kwenye unaenda ujue kama Mungu iko pamoja nami Mungu iko hapa, wenye wanakusanyika, mfano wenye wanakusanyika e, hata Afrika nao wanajua kama Mungu iko iko pamoja nao. Hiyo ni kuamini, kwa, kwa kuwa wakati tunaamini ya kwamba Mungu iko pamoja nasi utaweza kuona e, sawa tendo mbaya na wanasema hiki mm, kitu nikikitenda Mungu iko pamoja nao Mungu ananiona. Lingini neno linatuambia aseme, wale wanayomtafuta Mungu aseme, anawapa tuzo. Tuzo ni nini, wapendwa? Tuko tunasikia watu wenyewe wana, wanapigania amani wanapewa tuzo. Watu wakiawa wenye kwenda kwa michezo, awa wenye kukimbia akitoka wa kwanza, wanampatia tuzo anafurahi sana, nafikiri na, na dunia yote inamjua. Lakini ile ile tuzo njo ya lazima sana. Kumbe wapendwa, hata nasi katika katika hii safari katika hii safari ya kumtafuta ya kwenda na, na Mungu wetu ya kumtafuta Mungu wetu, kumbe nasi pia tutafute hii tuzo. Haleluya, amen. Ilikuwa e, ni neno fupi ya kufungua ibada yetu ya asubuhi walilosikia. Mungu azidi kuwalinda mm -hmm. na Mungu azidi kuwabariki Amen. Imefika wakati mzuri sana wa kusikia wimbo wa kwaya mm -hmm. E, kwaya, uwe karibu na Mungu azidi kukulinda na kukubariki pia mm -hmm. karibu mm -hmm.